rudia ujenzi wa barabara ya Stesheni na Ipanga kwa kiwango cha changarawe, makalvati na mifereji. Sasa kwa sababu moja, msiemkasai mtoto wetu vikonatuakicari tu viko kwenye ndani ya chama cha Mapinduzi na tayari wa leo naipanga stesheni na maeneo mengine inatambulika kikamilifu. Sisi wewe kwa hiyo mashaka kuhusiana na, na barabara, lakini kwenye eneo hili naomba mheshimiwa, na mni tusaidiane, tukifika mashauri na mheshimiwa baba amepotea ametokomea. Sasa naomba mijue ombo moja hili, hizi barabara zetu ziweze kupitika wakati wote, lazima tuweze kuzigaramia wenyewe. Ni muhimu tutengeleze utaratibu wa kununua mabomba yetu wenyewe, ili barabara zinapotoka tunachongwa kwa fedha zetu za ndani. Hili inawezekana. Naomba hiyo kazi mtupe siku ya tarehe 29, sisimee. Nataka nimalizie, najua kuna ishi ya maji hapa. Mheshimiwa hapa kuna jambo la maji , najua mtandao wa maji upo, lakini upatikanaji wa maji ni shida. Nataka niwaahidi mama zangu, moja ya ndoto ya Samia Suluhu Hassan ni kumtua ndoo mama kichwani, na kumtua ndoo mama kichwani, tafsiri yake ni kuhakikisha anapata maji mita chache kutoka kwenye nyumba yake, aweze kuchora ndoo, ayaingize ndani, achoza ndoo, amweleze mtoto aende shuleni acona wmeneneo amongeshe mtoto aende kliniki, achia kwenye sufuria aweke aweke mbaazi zilive tule. Ndoto hii tunaweza kuikamilisha, Chama cha Mapinduzi sisi wao, lakini kiachilia mali ni kakati kisera tulionayo, mimi Mwene, mtoto wenu na kushirikiana na buari wetu tutahakikisha tunatafuta marafiki wahisani na mashirika. Pale tutakapokuja mbele yenu kuomba ushirikiano, basi mtuonyeshe kwenye vyanzo ili tuanze kuchimba visima inaomba hmm, utuombeka pamoja sisi moye tegemeo kwa yangu kwa kwa kwa kwa Fadhili Liwaka ni makubwa mno, kulingana kwanza na uwezo wake alionao, lakini pia na ujasiri alionao kwa sababu naamini kama na wa wa jimbo jimbo letu la Nachingwea, Fadhili akiwa mbunge wa ile jimbo, mambo mengi atakwenda kutekelezeka ambayo kwa sasa amekuwa kero ndani ya kata ya Raleo. Baadhi ya kero ambazo tunazo kwenye kata ya Raleo, kwanza hatuna sekondari kama sera ya chama cha Mapinduzi inavyosema kila kata kuwe na sekondari ya kata, lakini hadi sasa kata ya Raleo hatuna sekondari ya kata. Changamoto hiyo kwa watoto wetu ipo, kwani wanaenda kusoma kwenye kata ya jirani. Lakini ukiachia hiyo, pia sera ya chama cha Mapinduzi inasema kila kata kunatakiwa kuwe na kituo cha afya, jambo ambalo kwa sasa kwenye kata ya Raleo hatuna hata zahanati. Kwa hiyo naamini kwa muonekano na kwa uwezo alionao, kama tukimjazia kura siku ya Oktoba 29 naamini atakwenda kutatua hizo kero. Haya maono ya mheshimiwa Fadhili Liwaka ni maono sahihi na yamekuja wakati sahihi, kwa sababu kwa kata ya raha leo tatizo la miundombinu tunayo. Barabara ambayo inaunganisha na raha na kata jirani ya stash, kata stesheni bado ni tatizo. Naamini kama Fadhili Liwaka akiingia madarakani, uwezekano wa kuchongwa hii barabara alau kwa kiwango cha kokoto utakuwa mkubwa zaidi lakini pia ukiachia miundombinu hiyo barabara na raleo, stesheni kuelekea Nachingwea bado tuna vijiji jirani vya wilaya na masasi viko magharibi mwa kata yetu. Naamini hatuna barabara za viunganishi kwenda kwenye maeneo yale, hali ambayo kwa shughuli za kibiashara kwa wafanyabiashara ndogo ndogo na wakulima ambao wanalima kwenye zoni hizo kidogo, wakati wa kusafirisha mazao pia ni tatizo. Kwa hiyo naamini kwa uwepo wake yeye, kama tukishampata kuwa mbunge, akishirikiana na diwani wa kata hii, bwana mumi naamini masiga haya mawili pamoja na mwesi wetu wa nchi Mama Samia Suluhu Hasani jembe lile

vizuri umeme nayo nasumbua, lakini tunaamini aa, tutaishi vizuri. Ombi langu kwa wananchi wote hata la leo, aa, Tanzania mzima tianio usiende kuabaika huo mpaka tufanya kweli, hizo sababu makato ya kupata hizo vitu tunazo ufuta tunalimabaualia hizo na mimi hata kama wakiamua kwa wea wangu, kwa wananchi siku ya Oktoba 29 mwaka 2025, kwanza tujitokeze kwa wingi kupiga kura, pige kura kwa wagombea wetu. Najua kura ni siri, ila mimi naomba naomba wampigie Mama Samia, wampigie bwana Liwaka, wampigie bwana Muni, hiyo siku ya tarehe 29 ili mafiga matatu yatimie kono kwa asilimia mia moja tutaliunga mkono. Kwa kweli itakuwa ni jambo nzuri sana kama barabara zetu zitahudumiwa ipasavyo, hizi ambazo ziko chini ya halmashauri ya wilaya . Na tatizo hili ni kubwa sana na barabara, lakini tungeomba mbunge wetu kwa kweli swala hili baadaye alisimamie sana akatusemee sana huko bungeni sana sana sana, halimashauri ya Nachingwea kwa vifaa vyake ili viweze kufanya kazi katika barabara, halimashauri isirudi nyuma eh, tunachoomba halimashauri uwe mstari wa mbele, yani ikumbuke hilo kwamba changamoto kama hizo, kwa kweli halimashauri yote ya Nachingwea naona ingejitahidi sana kufanya hivyo kwa kweli, kwa, kwa mwelekeo unavyoonekana tarehe ishirini na tisa kura zitapigwa vizuri kidea matokeo yoyote